Kwa na za kwako eh, mwanamke wa Mithali 31 eh, pambanaji kama eh, merikebu anaamka mapema mm, hakosi mapato, sufu na kitani. Uliona shamba kwa mapato <laughs> yake au... So, leo ananunua. Unaniachaje? Unamwachaje mme wako? Na ndio maana usiingie kwenye ndoa kwa lengo, kwa lengo la kupokea. Ingia kwenye ndoa kwa lengo la kutoa. La au alishabebwa na, na safina kuna ndoa zingine kuta mwanamke mwanamume ni kama lile kama, pepo linaitwa chumaurete baba chumaurete mama chumaurete yani kila mtu anataka nitapata nini kwako ah, wewe kila saa anataka kupokea tu inawezekana sio fedha kilo mwanamke aweza ukatoa uwazo kwamba mzee tukifanya hivi na hivi tunatoka sio tunawaza tu sasa unaniachaje wewe una, una, una, e, e. e. e. una nini cha kuacha? Kuna wakati huna hela, lakini unaweza ukatoa uwazo ambalo ikafungua nini milango. Una muda gani wa kumwombea mume wako afanye vizuri? Umejaa tu malalamiko, niachaje, utujali, tuli, wengine afanyaje, wataka ule nini ukisha kufa. wewe una nini cha kusaidia ipate kula kwa sababu ndoa ni win win station, mm. Kila mtu lazima awe na mpango mkakati wa kumfanya mwenzake awe bora.